Kumbe kupata tatizo si tatizo. Tatizo ni kuendelea kuishi ndani ya tatizo. Hakuna furaha, hakuna furaha kama unapopita kwenye mapito, alafu baadaye unakuwa juu, mapito unayaona chini, afue huko juu ya baraka. Kuna watu hapa unakwenda kuinuliwa kiasi kwamba waliokutendea mabaya watakuwa wanakufananisha na mtu fulani lakini kumbe ndiyo wewe. Baraka za Mungu zinapoamua kuletwa kwako, hata wanadamu watende mabaya kiasi gani, Mungu akisema yes ni yes. Na mwaka huu ni mwaka ambao Mungu amesema yes, na hakuna atakayesema no. Ni mwaka ambao Mungu amesema unapona hakuna atakayeweka magonjwa tena ndani yako. Ni mwaka ambao Mungu amesema utamiliki, hakuna ambaye ataenda kunyang'anya. Ni mwaka ambao Mungu amesema hasara ulizozipata anakurejeshea faida, hakuna atakayekupatia hasara tena. Mwambie jirani yako, soja mega, mwaka huu tunachomoka. Mwambie mara ya pili, mwambie mara ya mwisho, mwambie tulio na Nabii Nyakia, mwaka huu tunachomoka. Ndiyo mwaka wetu wa kuchomoka. Tunachomoka kama rocket na haturudi nyuma tena, tunakimbia kama risasi, hatuzuiliwi na kitu. Ukisikia paa ujue huyo imempata. Nyosha mikono yako, sema Bwana Yesu, kuanzia leo mikono yangu, mikono, ya mikono yangu ni mikono ya pesa. Mikono yangu ni mikono ya pesa. Mikono yangu ni mikono ya faida. Mikono yangu ni mikono ya kuzalisha. Mikono yangu ni mikono ya baraka. Ile damu, ile damu ya kafara waliyoifanya kwenye maisha yangu, ile damu ya kafara iliyokuwa kwenye mikono yangu, kuanzia leo na ikataa, naifuta, naitoa, naiondoa kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, chochote nilichokuwa nakishika napata hasara, kuanzia leo chochote nitakachokishika nitapata faida na nimeinuliwa kuanzia sasa, sema amen. Ukimwona Yusufu anapelekwa gerezani, lakini kule kule ambako ndo kuna mateso, kule kule ndiko anakokutana na baraka. Nahitaji mtu mmoja aseme, kule kule walikoniwekea mateso ndiko ziliko baraka zangu. Wale wale walio maadui zangu ndio wamenisogeza kwenye baraka zangu. Yale magonjwa walionitengenezea ndio wameniongezea umri mrefu wa Mungu kunikumbuka. Ule umaskini waliopanda ndani yangu ndio huo huo ulioinua watu wa baraka kwenye uzao wangu, kwa jina la Yesu, amen.